Bima pub urahisi wa maisha. Kipindi ninaanza shughuli hizi za ujenzi wa maofisi haya, kuna baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yameibuka kidogo, watu walikuwa wana mashaka, wakahoji kwa nini sasa. Nimekuwa nje ya nchi kimasomo na pia nikabahatika kupata ajira huko, na kile ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia mimi na familia yangu, nimekuwa nikijaribu kurudisha mapenzi ya dhati hapa nyumbani ili tuweze kushare yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Waingereza wanasema, Charity begins at home, na mimi nimependezwa sana kuanza na nyumbani na kuhakikisha kwamba tunafanya shughuli hizi za kimaendeleo kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu, maslahi mapana ya wanasongea. Chama chetu cha Mapinduzi ni kielelezo kwa vyama vingine vyote vya siasa, ni chama imara ambacho mpaka sasa kimekuwa kwa miaka 48 kimefanya kazi nzuri sana za kutuletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Ofisi kama hizi zinawezekana kuwepo pasipo kutilia shaka yoyote kila kata hapa jimboni kwetu Songea. Tukiweka nia ya dhati na maslahi ya chama mbele kwanza kama ambavyo andiko moja linasema nyakati za mwisho watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe na wenye kupenda fedha. Basi tusijipende sana wenyewe, na tusiwe watu wenye kupenda sana pesa. Tuwe na moyo wenye kujitoa uzalendo na nchi yetu na chama chetu cha mapinduzi, na tulinde amani ya nchi yetu. Umetekeleza ilani vizuri vijana wako, pasipokuwa na mashaka yoyote lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana ndugu Amandus Tembo, katufanyia jambo kubwa sana kata ya bomba mbili. Maneno yalikuwa mengi, mambo yalikuwa mengi, lakini mwisho wa siku mwenyezi Mungu atujalia. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo unakuja kuzindua ofisi yetu ya chama cha mapinduzi kata bomba mbili, na umeona tokea asubuhi, ni neema kubwa mwenyezi Mungu anamwagia maji tu ili jengo letu, hii inaonesha kabisa mwenyezi Mungu pia naye leo amepokea furaha wana Bombambili, Amandus Jordan Tembo, kumshukuru ndugu Tembo na kumtia moyo asiachie hapa alipofikia. Kuna usemi ambao yeye kisha utafsiri, kwamba anapokuwa mwanamume kafanikiwa, nyuma yake una mwanamke ambaye ni mkewe na kaeleza mchango wa mkewe. Kwa hiyo na mimi naendelea kukuthibitishia kwamba tunauthamini mchango wako wewe na familia yako pamoja na mkeo. Nimpongeze sana mdau wetu, ndugu yetu Amandus, Amandus Tembo au aka Toronto au si? <laughs> Nampongeza kwa sababu yeye ameamua kuonyesha moyo wake wa uzalendo ndani ya chama chetu kwa kujenga ofisi za chama. Mimi nakushukuru kwa niaba ya chama cha mapinduzi mkoa wa Ruvuma taarifa yako tuliipata, na ulianza kule kata ya Subira umejenga ofisi nzuri sana ya kisasa, na leo umekuja kata ya Bombambili unajenga ofisi nzuri ya kisasa, na hiyo ofisi nimeiangalia, kwa kweli ni ofisi nzuri sana. Hongera sana. Kulikuwa na maneno mengi kikawaida maneno hayawezi kwisha, labda uishe wewe, au sio? Maneno hayawezi labda uishe wewe, na hasa katika kama unafanya kazi katika kipindi hiki cha mwaka wa uchaguzi, kuamua kujitolea kufanya ujenzi kama huu ni jambo moja kugombea ni jambo lingine, na kuchaguliwa ni jambo lingine. Kwa hiyo unaweza ukajenga maofisi kata zote na usigombee, unadaiwa na nani? Unaweza ukajenga ofisi kata zote na ukagombea na usichaguliwe, utamdai nani? Semy. Kwa hiyo ndugu zangu, haya mambo ni uamuzi wa mtu na anavyoona inafaa kukienzi chama cha mapinduzi. Mimi naitwa Amina ni mmiliki wa duka la nguo na vitu vya watoto. Kwa sababu naweza kujidumia bima ya safari muda wowote kwenye WhatsApp yangu. Isitoshe naipata bima papo hapo kwenye simu na email yangu, upotezi muda wako. Napenda jinsi ilivyo rahisi kuhakiki bima hiyo, na uzuri zaidi hata ubalozi unapoenda kuomba viza wanaihakiki wenyewe kwenye WhatsApp. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 764166066 ujipatie bima, bima pap, urahisi wa maisha.